Sehemu ya pili ni namna ambavyo eh, Maurice Abraham mm, anawachonganisha eh, Jean Shale Ahoua eh, na nio ma, maema kwa mashabiki pamoja na kocha. Yaani ni kama Maurice Abraham anawafundisha wenzie kwamba tunatakiwa kucheza mpira sisi eneo la kiungo, alafu watu ambao wanatakiwa kulaumiwa kwamba kwa nini hawaingizi mpira golini ni washambuliaji. Kiangalia ile move ya Morris Abraham, mpira ambao amepewa kutoka kwenye eneo la chini, I think alikuwa amepokea kutoka kwa Nabi mpira wa kwanza, akiwa na mlinzi, akampunguza mlinzi kwenye tachi yake ya kwanza, mpira kabla haujatulia, kabla wapinzani hawajarejea kwenye muundo wao sawa wa ulinzi, kabla wapinzani hawajawa macho kujua huyu mchezaji tachi yake ya pili anakwenda kupeleka wapi mpira. Morice Abraham alimtazama Kibu Dennis alipokaa, akapiga penetration pass katikati kati ya walinzi wawili. Pasi inapiga inapita kati kati yao inamkuta Kibu ambaye alikuwa kwenye upande wake wa kulia sahihi, anamtizama mlinda lango alipokaa, anafunga goli. Hiyo ni eneo la pili ambalo bila shaka ukimtazama Ahoua, ukimtazama ni Maema wanahangaika sana kutengeneza hizo nafasi, yani kutengeneza chance ambazo e, mshambuliaji akiipata mashabiki, kocha, viongozi, wachezaji wenzie, wabaki kumlaumu mshambuliaji kwamba kwa nini hamtoi nafasi kama hizi. Selemani Mwalimu kwenye dakika zote alizocheza amenyimwa pasi kama ambayo ee, Morice Abraham aliitengeneza kwa Kibu Dennis, pasi ambayo unaona dhahiri shahiri, mchezaji akikosa lawama ni kwake.